Maisha tumekuja kupambana bila kubagua kazi, tutafika, tuja bila huh? kazi sasa hii bwana, labda akose hela mwanamke makuku official ndio duka ile hapa sasa. Cheki ngoma hii. Yaani mwanamke ushindwe kustiri tu hapa zimewaka hivi, mwanangu inabidi aongeze mshahara bwana. Eh. Basi, karibu, nani shikamo. Tajiri shikamoo. Ila wewe hivi, mbona bidhaa zinazidi tukupungua alafu hela sioni inakwaje? Yeah, bidhaa zinapungua dukani lakini sioni hela <laughs> inakwaje? <Hey. laughs> <Ya, ya>, zinapungua. <laughs> <zonja, jawa>, <laughs> ah, hizi unajua nini Sijafumua zile box zile nyingine zile zipo zipo, nani ndani. Ila hizi uh, hapa bado zipo ah, anyway, naomba naomba naomba daftari daftari kitabu ah, kitabu. Nimelisahau nyumbani. Yaani unaomba vitu bila hata kuandika. Ah, eh, Nimelisahau. Acha kuambia vitu makinda. Unajua moja makinda, sawa? Unadhani hii biashara ya baba yako. Na hii, hey, nakupa onyo la na mwisho huh? This is the last warning. Naondoka. Kesho nikija unikabidhi daftari na pesa zote lakini tajiri, niongezee ziletunafanya kazi ni, zile nani? <laughs> ah, <nike> ah, <laughs> <tuna> kali <tinafanka laughs> <sana>, uh, <laughs> <miwani>, <laughs> <laughs> <laughs> ila hizi ni kali huh? Wateja wakija nauza kumi kumi na tano na kuweka elfu nane <laughs> <laughs> <laughs> Sasa huu tajiri <laughs> ametoka kwaja, nimpigie <laughs> <Kwa laughs> demu wangu aja achukue mzigo <laughs> maisha ndo mjini Shangaeti demu naishi na demu afu um, una hera ya kumuonga, afu unafanya duka kubwa kama hizi. Sasa hili duka hili, kwanza mbuo zote zipo, wanaume watubangwe za ndani aa, adeki ngoja ipatikane hizi z e, mama mtu sasa sikia, zile si nani ulikuna nisumbua kwamba umemaliza zile nguo za ndani zile, zile masimizi manini yapo? Kasha leta makuku ofisho hapa mapema, fika hapa kabla wajakuja ule. Nasikia bosi ametoka saivi, njoo chapu ni kufungia hata tano hivyo, unamaliza sawa? Na usirudie, ushazidi bwana. Haya, chapu basi, nakugoja mama mtu hapa. Ah, mda ndosina

Yes. Ayusili, eh, unajua nilisoma kidogo yaani ukifikasamauliziatu hivi no, no. Mnyamwezi wapi duka lake liko ha? Hapa nauza nguo zote za nichagua, nataka nikupe nini, au nikupatie zile simizi zimetoka Dubai sa hivi unaiona hii nipatie dozen, za Huh? dazani tatu daani tau, sambona uko juu? Lakini aina ambayo unasikia huh? una unasikia unapotoka, uzifiche kwenye nguo. naye naye umesema ngapi? moja mbili tatu nne tano. unasikia uyafiche <laughs> Sawa. uyafiche <laughs> eh. <tipos> Mbona kama unahemea ndugu yangu? Lakini haina shida, ulisema tight ngapi hizi hapa? <tipos> Tight. moja mbili, ulisema ngapi? <tipos> <tipos> Sita sita, moja mbili, tatu